Omba lazima na lazima kuchagua unachokitaka kwa sababu huyo mke utaishi naye we. Yesu hajaoa wala masuala ya mke, wala shetani hajaoa, ajaoa masuala ya mke. Ikifika hapo anakaa na kuangalia wewe. Wee nakutumia akili yako mtakatifu na kuongoza kainao kwa we, kwa akili. Bwana mmoja aliniambia mama

mwezi akanifunulia aka kwa namna nyingine, ambayo kuna ushuhuda mmoja niliosikia kwa bwana mmoja. Yeye alinani aliomba adi Mungu lakini baadaye akaambiwa nenda kupita barabara fulani. Alikuwa ni mtumishi na unapata sahihi na kile. Mchungaji akasema nilipokuwa, nikipita kwenye ile barabara, akakutana na mdada yule. Mdada alipokutana naye, akamwambia roho ya Mungu akamwambia, huyu ndio mke wako. Yule ndio alikuwa anatazania ametoka sokoni. Kwa hiyo wakati wamepishana tu yule bwana Karuni akaja akamsemesha yule dada, wakaongea naye na mpaka leo hii wanaishi naye. Kwa nini uuaa, a unataka kutujengea hoja au kumshawishi Mungu atumie njia fulani ambayo wewe utaona kwamba hiyo si ndio? Tunapokuwa tukijadili shuhuda na maono na mifano na nini, lazima tuzipime kwenye neno la Mungu. Mimi mtu akiniambia amefanya hiki, hiki hiki, lazima nipime kwenye neno la la Mungu. Je, neno la Mungu linasemaje kuhusu hilo katika wale waliotutangulia? Maana sisi tumejengwa juu ya msingi ya mitume na manabii Walifanyaje? Waliikaje? si kuna ushuhuda mmoja, alikuwa mzee anatuambiaga, mzee mkuu wa zamani, anasema yule binti alikuwa alikuwa na anakataa. Sasa jamani, katumia mbinu zile, nyumba za zamani za tembo, tochi sana, tabia bomba sana, na usiku akaenda, anasema mjomo staimbasananausiku sana mtochimwaaasmasann mchana Mwenyewe ndo mpanga sasa, binti kwenye kunena kwa ruka pale, akaja ndo katotoa na roho. Kumbe jamaa mwenyewe ndo mpanga kamwona, si ndio? Kitabu cha Ukorinto kinasema tumieni akili ipasavyo, wala msitende dhambi. Kwa hiyo tunakuja kwa kwa hiyo, Roho Mtakatifu anaweza kukushuhudia kwa sababu yule aliyewako, mkikutana tu hivi mna connect kwa sababu kile kitendo tunasema, si wawili tena, wanakuwa mwili mmoja. Kwa kuwa sasa hivi wewe huko mwenyewe, pisi yako nyingine haipo, ile nusu yako haipo. Huko mwenyewe, utakapokutana na ile nusu yako, Roho anaweza kukushuhudia kwamba ile nusu yako nyingine ni hii, na unakuwa una maswali. Lakini pia sio njia pekee, sio garantii

Roho anakushuhudia na wewe unyepe mwanzo kama. Bwana sio sana. Lakini je, umejiweka kwenye mazingira hayo? Mwingine yuko tayari kuoa lakini hajajiweka kwenye mazingira ya kuoa. Anakaa nyuma nyuma. Binti yuko tayari kuolewa, hajajiweka kwenye mazingira ya kuonekana. Ibada ikishuhudia anaondoka. Habaki baki watu watakamuona. <laughs> Naenda pale kanisani enzi hizo kenda nazaalama kweli kweli. Ikifika mchango nasema natoa laki mbili, wanageuka aumwaa, natoa wa ingine, nitatafutaga huko. Najiweka, natengeneza mazingira kwa sababu mama yangu hajazaa mtoto mjinga, si ndivyo? Eh, naanda mazingira mapema mapema. Binti lazima ujiwekeweke, uimbe imbe watu wa kuona, ukisalimiwa salimika, ukiitwa itika. Ndio mwingine ajifanya tuweka ukoka sana, mpaka kwao waje kuandika tumuza barafu kwa kuwa mdo umeenda, akijiangalia kwenye kioo anakiona kinyago chake kimechoka, anaweza kusema siku hizi hamna wanawake wa kuoa, wameharibika sana. Kumbe yeye ndo alikosea taimu. Wanawake wazuri wa kuoa wako, waaminifu wako, wasafi wako siku hizi hamna waowaji kabisa, yaani vijana waawi wameharibika. Kumbe yeye mwenyewe hajajiweka na mazingira Wauaji wazuri wapo na ndoa takatifu zipo. Tutarudi alisema namna gani kijana ajitunze, ni kwa swala la kwanza kitabu cha